Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wanusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Faaudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adam alaihi salam. Kutajwa kwa Adam alaihi salam ni muhimu ili tuweze kujua kwamba sisi sote ni watoto wa baba mmoja. Hakuna mtu aliyewahi kuwa na safari kama ya Adam alaihi salam. Katika Islam istighfari ina umuhimu mkubwa, na istighfari ya kwanza kabisa inapatikana katika sirati ya Adam alayhi ssalam. Allah Taala amewaita Waislamu mara saba katika Quran Majid akisema ya bani Adam, maana yake enyi wana wa Adam. Adam alayhi ssalam ndiye mwanaadamu wa kwanza kuonekana, nabii wa kwanza, mume wa kwanza na baba wa kwanza. Na Allah Taala pia alimtaja katika sehemu ya kwanza ya Qur'an Pak. Kuhusu neno Adam, watu wengine wanasema jina hili ni la Kiarabu na wengine wanasema limetokana na lugha za kale. Kulingana na Waislamu, Adam ni jina la Kiarabu. Maana ya Adam ni rangi ya ngano na inarejelea rangi ya Adam alayhi salam. Adam alayhi salam hakuwa mweupe kabisa wala mweusi kabisa bali alikuwa na rangi ya ngano. Nabii Karim sallallahu alayhi wasallam wasalam alisema katika hijjatul wadaa, enyi watu, Allah wenu ni mmoja na baba yenu ni mmoja na ninyi nyote ni wadoto wa Adam na Adam alayhi salam aliumbwa kutokana na udongo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 Kwa ajili ya kuumbwa kwa Adam alaihi ssalam, Allah Taala alimwamuru Jibril alayhi ssalam alete udongo kutoka ardhini. Tafsiri Ibn Kathir chini ya Surat Al-Baqara aya ya 30, imetajwa ndani yake kwamba Allah Taala aliwaamuru malaika walete udongo kutoka ardhini. Ardhi ilisihi kwa jina la Allah na kusema, enyi rabu wangu, usichukue chochote kutoka kwangu. Ardhi ilisihi kwa jina la Allah. Kutokana na maombolezo na kilio cha ardhi, Jibril alayhi salam alirudi nyuma, vile vile Mikail alayhi salam na Israfil alayhi salam pia walirudi bila mafanikio. Kisha Izrail alayhi salam akaamuriwa. Izrail alayhi salam hakusikia maombolezo ya ardhi, hakuwa na huruma nayo na akatekeleza amri ya Allah Taala. Hii ndiyo sababu leo tunamjua Izrail kwa jina la Malakul Maut na ndiye anayechukua roho za wanadamu kwa amri ya Allah Taala. Allah Taala alimuumba Adam alayhi ssalam kutokana na udongo unaotoa sauti ndani ya peponi. Allah Taala alifanya mwili uliobarikiwa wa Adam kuwa na urefu wa mikono sitini na upana wa mikono saba, na mioli ya wale watakaoingia peponi pia itakuwa hivi inapatikana katika hadithi ya Musnad Ahmad kwamba Allah taala alimuumba Adam siku ya Ijumaa. Kulingana na hadithi ya Al-Bidaya wa Nihaya, Ijumaa ambayo Adam alayhi salam aliumbwa ilikuwa na urefu wa miaka arobaini. Nyote mnajua kwamba siku ya sayari inategemea kasi yake ya mzunguko. Kwa mfano, sayari iliyo karibu na jua ambayo tunaita Mercury siku yake moja ina urefu wa masaa 1470 ambayo ni sawa na siku 58 za dunia yetu. Siku moja kwenye Venus ina urefu wa masaa 5832 ambayo ni sawa na siku 243 za dunia yetu. Kutokana na hili, inaeleweka kwamba katika ulimwengu wa peponi ambapo Adamu alaihi salam aliumbwa siku moja huko ilikuwa sawa na miaka 40 ya dunia yetu. Iko katika Sahih Ibn Hibban kwamba Adam alayhi salam aliumba wakati wa asri. Ndiyo maana inasemwa kwamba siku ya Ijumaa ibada kati ya asri na maghrib inathaminiwa sana. Kiongozi wa wanawake wa peponi, Hadrat hadhrat Fatimatu Zahra radhiyallahu anha hakuwahi kukoso swala kati ya asri na maghrib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 Iblis alijiona bora na akamdharau nabii wa kwanza Adam alayhi salam. Alikuwa na mambo mawili, elimu na nisbati khalqi ya Allah Taala. Iblis hakuwa na yoyote kati ya haya mawili. Iblis alikuwa mkamilifu katika tauhidi, na alikuwa amefanya ibada nyingi sana, kiasi kwamba alijumuishwa miongoni mwa malaika na akafanywa kiongozi. Mara tu Iblis alipokataa kufanya sijde na kuwa natharau, na dharau na hii dhaau pia ilifanywa chini ya kivuli cha tauhid. Allah Taala hakuzingatia tauhid billah yake wala iman bilmalaika yake wala iman bilakhiri yake wala rukuu yake haikuonekana wala sujudi yake. Rabu dhul jalal alisema fakhruj, maana yake toka. Kwa sababu suala lilikuwa la shani nabu, Allah Taala hakuzungumza hata falsafa yake ya ubora, bali alisema fakhruj maanake toka. Fakhruj minha fa innaka rajim, maana yake ni kwamba toka katika mkusanyiko wangu wa unabii, kwa sababu wewe umelaaniwa. Tangu wakati huo, Iblis anaogopa kuwasili wa manabii na kuzaliwa kwao. Kisha Shaitan alisema katika Surat Alhijr aya namba 39, nitafanya dhambi zionekane nzuri. Katika Surat Sad aya namba 82 alisema kwa heshima yako nitawapoteza wote. Na katika suratil Isra alisema nitawavunja watoto wote wa Adam. Sasa Adamu alaihi salam aliumbwa, roho iliwekwa ndani, sijda ya malaika ilifanywa na Sheitani alifukuzwa. Baada ya hapo, Adamu alaihi salam aliachwa peponi, wakati wa kuumbwa kwa Hazrat Hawa alaihi salam ulipofika Siku moja Allah Taala alimlaza Adam alaihi ssalam usingizi mzito. Katika Kurani Sharif Suratul Araf imesemwa, yeye ndiye aliyewaumba kutokana na nafsi moja na akafanya kutoka kwayo mwenza wake ili apate utulivu kwake. Allah Taala alimuumba Hawa alayhi salam kutoka kwenye ubavu wa Adamu alayhi ssalam na Allah taala aliendesha nikaha yao kwa ushuhuda wa malaika. Kuhusu hak mahar, inapatikana katika baadhi ya mufasirin na baadhi ya hadithi kwamba Adam alayhi ssalam alilipa mahari kwa kusoma durud sharif mara kumi. Allah taala alisema Suratul Baqara aya ya 35, ewe Adam, wewe na mke wako kaeni peponi na mle kutoka humo popote mpendapo lakini msiukaribie mti huu au mtakuwa miongoni mwa wakosaji. Na katika Suratu Taha aya namba 117 alisema: kisha tukasema ewe Adam, huyu sheitani ni adui kwako na kwa mke wako asije akawatoa nyinyi wawili peponi na mkaingia katika shida. Allah taala alikuwa amekwisha wajuulisha Adam alayhi ssalam na Hawa alayha ssalam kuhusu mti huo na kuhusu uadui wa sheitani. Baadhi ya mufasirini wanasema mti huu ulikuwa wa tufaha, wengine wanasema wa zabibu, na wengine wanasema wa ngano. Lakini chochote kile, ulikuwa ni mti uliopandwa maalum peponi. Kula kutoka kwenye mti huu kulisababisha mtu kuhitaji kujisaidia, na hakukuwa na mfumo kama huo peponi. Katika hadithi nyingi inasemwa kwamba mti ulikuwa wa ngano. Watu wengine wanasema kwamba Adam alaihi salam alikula tunda kwa sababu ya Hawa alaiha salam, basi wanapaswa kukumbuka jambo hili kwamba Allah taala alikuwa amekwisha tangaza wakati wa uumbaji, nitaunda khalifa duniani. Na uthibitisho wa pili ni kwamba katika Qur'an suratu taha aya namba 120 imesemwa Shetani aliwanong'oneza wote wawili, maana yake mnong'ono ulielekezwa kwa wote wawili, sio mmoja tu. Mara ya kwanza Shetani aliwaambia Adam na Hawa alayhim assalam, wote wawili kuleni mti huu kwa sababu utakuwa chanzo cha ufalme wa milele, mulkul khuld, na mti usioharibika, shajaratu la yablia basi Adam alaihi ssalam akasema, Allah amenikataza kuula. Mara ya pili shetani akasema tena, unajua kwa nini ni Allah ameukataza? Adamu alaihi salam akasema, ni amri ya Allah taala, hiyo inanitosha. Kisha shetani akasema, Suratul Araf aya namba 20. Sababu ya kukatazwa ni ili ninyi wawili msiwe malaika au kupata maisha ya milele bado Adam alaihi salam hakukubali. Kisha siku moja shetani alisimama karibu na mti huo na kusema kwa kiapo cha Allah, mti huu hauwezi kuwa ndio ule ambao Allah amewakataza. Suratul a'raf aya namba ishirini na moja. Wakati shetani alipoapa kiapo cha uongo kwa Allah, Adam na Hawa alaihim assalam walidanganywa wote wawili walifikiri inawezekaje mtu ape kiapo cha uongo kwa Allah. Shetani aliwadanganya kwa kuhusisha maneno yake na Allah na wote wawili wakala tunda. Sasa swali ni kwa nini shetani alikuwa akifanya juhudi hizi? Jibu lake linapatikana katika Qur'an Sharif Suratul Araf, aya namba 22. Shetani alitaka sehemu za siri zilizokuwa zimefichwa machoni pao zifunuliwe hata leo lengo la shetani ni kuwafanya wanadamu wawe uchi. Ndiyo maana Allah taala amesema hasa katika Qur'an Sharif Suratu Laraf la aya namba 26: enyi wanadamu wa Adam, tumewateremshia mavazi ya kufunika sehemu zenu za siri na ya kujipamba. Na katika la Araf Laraf aya namba 27 alisema enyi wana wa Adamu, asiwajaribu shetani kama alivyowatoa wazazi wenu peponi na kuwavua mavazi yao ili sehemu zao za siri zionekane. Wakati Adam na Hawa alaihim assalam walipokula tunda, mavazi yao ya mbinguni yalivuka na wakaanza kujifunga majani ili kufunika miili yao. Kisha Allah taala akawaita wote wawili na kusema: Je, sikuwa nimewakataza ninyi wawili kwamba shetani ni adui yenu wa wazi na msiukaribie mti huu? Adam alaihi salam na Hawa alaiha salam hawakutoa hoja wala udhuru wowote. Huku machozi yakitiririka machoni mwao, walianza kusema qala rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin, ewe Rabu wetu tumejidhulumu nafsi zetu na kama hutatusamehe na kutuhurumia, hakika tutakuwa miongoni mwa waliopata hasara. Hapa kuna ushauri mkubwa sana. Wakati Iblis alipopotea, alimwambia Allah, ewe rabu wangu kwa nini umenipoteza? Na wakati Iblis alipompoteza Adam alaihi salamu kwa udanganyifu, Adam alaihi salamu alisema rabbana dhalamna anfusana Kutokana na hili inajulikana kwamba wale wanaomhoji Mungu hupotea na wale wanaokiri dhambi zao na kuomba msamaha ndiyo hidayati tiafta. Katika Suratul Bakara aya ya 36, Allah Taala alisema, shukuni ninyi ni maadui wa kila mmoja, na kwenu kuna makao duniani na riziki kwa muda. Makao haya ni kwa kipindi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 adam alaihi salam alikuwa na binti 449 na wana 550 na hadi leo tunapata kutajwa wa watoto 120 nyumbani kwa adam alaihi salam hawa alaihi salam angezaa watoto wawili kwa kila ujauzito mmoja kiume mmoja kike mtu anayezaliwa kutoka kwa ujauzito wa kwanza angeolewa na mtu anayezaliwa kutoka kwa ujauzito wa pili kwa njia hiyo watoto wa watoto wa Adam alayhisalam waliendelea kuzaliwa na dunia ikaendelea kujaa watu. Hivyo ubinadamu ulienea kutokana na ukoo wa Adam alayhisalam na dunia ikakaliwa. Ikiwa umependa video hii, basi penda na jisajili ili upate video mpya za Dastanie Anbiya kwanza. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.